Maswala ya Dzombo ya madini bila kuhusisha watu wote wa Dzombo. <coughs> Haya maswala ambayo yanazungumzwa ya madini hayahusishi haya, haya hapo Mrima peke yake, hii tunazungumzia Dzombo nzima <coughs> na pengine pia pe, itatoka zaidi ya Dzombo hatujui. <coughs> Yaani yeah? hatima yetu sisi hatujui ni ipi haiwezi kufanya na watu watatu wanne. Watu wa Dzombo tunasema kwa masuala ya madini wangapi? Wanasema hatutaki watu wawili watatu waende kutuzungumzia sisi, tunataka sisi wote tuhusike kwa masuala ya Dzombo ya madini. Tunasema sisi wananchi wa Dzombo iwapo kutakuwa na masuala ya kuzungumziwa madini, sisi wote kama watu wa Dzombo tupatiwe taarifa, tuje tuparticipate, tutoe maoni yetu, tuulize maswali yetu. Mikono juu hapo. Sawa, haya. Wangapi wanasema, sisi watu wa Dzombo kulingana na katiba, watu walipiga kura kukachaguliwa viongozi kutoka chini mpaka juu. Tunataka maswala haya pia, wakati anazungumzwa viongozi wetu nao wawe wako pale, tuweze kushughulika na wao pia. Mikono juu hapo sawa. Swala la madini sasa hivi alijaanza popote, ndio saizi tunafuatwa, tunafaa engaged kama community, kama yapo zauambire gavalo gavali ni ya pesa ngapi, na yako wapi mpaka wapi, na lafkiri nini? Pia mnataka kuuliza maswali hayo pia. Mimi hayo maswali niko nayo, kwa hivyo yetu sisi ni kungoja siku hiyo ambayo waziri na timu yake DCC atuite sisi, tuje tuitwe, tuambiwe madini yameanzia hapa mpaka hapa, na haya madini ya kichimbwa athari yake ni hii hatari yeah? Yeah. Yeah. Hiyo ndio kitu ambacho sisi tunataka kujua, ndio muhimu kwetu sisi. Kwa hivyo kwa sasa hivi zile tetesi kelele, tuache kukosana tukapatia mtu mwanya akapita na katikati, yeah. Tuungane sisi wote kama kitu kimoja.